Okay, mambo vipi, mambo vipi, mambo vipi, tunaendelea tena na uchambuzi wetu wa eh, hii PDF ambayo inazungumzia vigezo na masharti kwa ombi wa mkopo kwa mwaka 2025 2026. Kitu cha muhimu ni kwamba je, mtu mmoja aliniuliza kwamba inawezekanaje wote tumeomba kozi moja, lakini huyu kapata au huyu kakosa, au wote tuna changamoto za kufanana lakini tumeomba kozi tofauti, mwenzangu kapata mwenzangu kakosa, au mwingine anaanza kuwa na swali anajiuliza, je, ni kozi zipi ambazo ni nikizenda kuzisomea naweza nikapata mkopo kwa asilimia mia. Sasa ni kujibu tu kupitia e, mwongozo huu ni kwamba E, katika maombi ya mikopo kuna kitu kinaitwa program clusters. Hizi clusters zimegawanywa katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni zile kozi ambazo ndizo zinapewa kipaumbele kikubwa katika masuala ya mikopo. Kundi la pili ni kozi ambazo zinapewa kipaumbele cha kawaida, lakini kundi la tatu three, ambazo wim umepata kupitia, e, e, cluster namba 3 ni kozi ambazo hazipewi kipaumbele kabisa. Ukitokea umepata mkopo kupitia cluster namba 3, basi tuseme ni bahati sana, ila wengi wanakosa hta asilimia moja. Sasa, number nub ina program za aina gani? Cluster number o hii ina program kama vile namba moja ni education in science subject. Wale ambao enda kusomea kozi za ualimu katika masomo ya science kama vile physics, chemistry, biology, mathematics, ict technology and vacation training. Hawa wanapewa kipaumbele kikubwa cha kupewa mikopo kwa mwaka huu 2025, 2026. Lakini kozi namba mbili katika klasta hiyo hiyo ya kwanza ni health sciences, sayansi za afya, wale kusomea kozi za doctor of medicine, dental surgery, veterinary medicine, pharmacy, nursing, midwifery, prosthetics and orthotic, physiotherapy Biomedicine biotechnology and laboratory sciences, radiotherapy technology. Hizi kozi ndizo zinaingia katika cluster number 1, kozi za afya. Lakini namba tatu ni engineer sciences, engineering sciences. Kozi zote zinazoingia katika masuala ya uhandisi wa kisayansi nazo zinapewa kipaumbele kikubwa ikiwemo kozi ya civil engineer, mechanical engineer, electric engineer, mining, mineral and processing, textile, chemical and processing agri agriculture food and processing, automobile, industrial, maritime, transportation, marine technology, electronics and telecommunication, communication and bioprocessing, and post harvesting, water and irrigation, aircraft maintenance and pilot engineering. Lakini pia kozi namba 4 ambayo inaingia kwenye cluster number 1 ni petroleum geology. Hapa tunazungumzia kozi kama petroleum chemistry oil and gases na kadhalika, zote zimeingia kwenye hicho kipengele. Kozi zingine namba tano ambazo zinaingia kwenye cluster number one ni ICT and the Programming information system management. Hapa nadhani inaeleweka. Program namba sita ni actual eh, actual and the data sciences. Inaeleweka. Program namba saba ni agriculture forestry animal sciences and production management. Na program namba nane na ya mwisho kabisa ni bachelor of arts in Kiswahili. Kwa ukenda wa kusoma bachelor of arts katika masomo mengine, ujue kabisa hiyo haipo kwenye cluster number one, na unaweza ukapata asilimia ya chache au usipate kabisa, ila cluster number one uhakika wa kupata ni mkubwa. Klasa namba 2, hizi ni programu ambazo zinaweza kupewa asilimia lakini sio mia, ukapewa asilimia chache za mkopo kwa sababu sio kozi kipaumbele sana. Kwenye klasa namba 2, kozi zilizopo, namba moja ni basic sciences. Hapa tunazungumzia kozi kama vile applied zoology, botanical chemistry, physics, biology, microbiology, molecular biology and biotechnology fisheries and aquaculture aquatic environment sciences and conservation geology mathematics and statistics and environmental sciences environmental health wildlife and conservation environmental and industrial metrology na kadhalika lakini kozi namba mbili ambazo zinaingia kwenye klasta hii namba moja ni land and evaluation sciences. Hapa tunazungumzia kozi kama vile architecture, landscape and architectures, interior design, building survey, building economics, urban and regional planning, land management and valuations, and geospatial technology zote zinaingia kwenye cluster number 2 ambavyo kama nilivyosema ni cluster ambayo e, ina umuhimu lakini haina kipaumbele kikubwa. Kwa hiyo unaweza ukapewa 20%, 30%, 40% za mkopo katika kozi hizi. Cluster number 3 ni kozi ambazo hazina kipaumbele kabisa. Unaweza ukajikuta usipate kabisa mkopo kama utaenda kusoma kozi hizi. Moja, ni humanities business management and social sciences, accountancy, marketing, finance, economics, statistics, environment, community development, social welfare, development, development studies na, na kadhalika, ziko nyingi sana. Sasa hapa naomba niseme kitu kimoja Sijamaanisha kwamba hizi kozi zote katika cluster number 3 hautapata kabisa. Iliko hivi, kama bajeti iliyotengwa kwa ajili ya mkopo kwa mwaka huu ni bilioni kadhaa na wanafunzi walioomba labda ni milioni kadhaa au laki kadhaa, kitakachoanza wataanzwa wale ambao wako kwenye cluster number one wakiwa na vigezo vingine vyote vilivyotajwa ndipo watapewa mkopo wao kwa asilimia mia, mia. Theni wataenda kwenye wale wa cluster number 2. Watapewa mkopo wao kwa asilimia watakazozikadiria wao, theni wataenda kwa wale sasa wa cluster number 3. Kwa hiyo usinishangae kuona kuna mtu kwa kwenye cluster number 3 na amepata mkopo, kasema hii imewezekanaje Inawezekana bajeti ilivyogawanywa katika class number 1 ikatosha, ikaenda class number 2 ikatosha na ikabaki. Kwa hiyo kuna watu wa class number 3 nao wakaamua kupewa. Kwa hiyo usije ukashangaa kukutana na jambo kama hilo. Huo ndio muongozo mzima wa ni kozi zipi ambazo unapaswa kwenda kuzisomea ili uweze kupata mkopo kwa haraka kwa mwaka huu 2025 2026. Tuendelee kuichambua PDF hii na tukutane katika video ijayo.